Hii ni bibilia bado, somo la themanini na nne uenezaji wa ukristo kwa wenyeji wa Amerika madumuni. Hapa habari na siku njema, uu ni msairi wa Bibilia. Niko hapa kukariri na kupanua kile ambacho pasi ya bibilia inasema kuhusu Mungu ni nani na wanadamu ni akina nani. Somo hapa ndipo tulipo leo, kuanzia karne ya kumi na sita miaka elfu moja mia tano hadi karne kumi na tisa miaka ya elfu moja mia nane makundi mbalimbali mbali ya kanisa yalijaribu kueneza Ukristo kwa wenyeji wa Marekani ya kaskazini, Amerika ya kati na Amerika ya kusini. Nguvu iliyosukuma juhudi hizi haikuwa uinjilisti wa kikristo kama tunavyoelewa leo badala yake msukumo mkubwa wa juhudi hizi za kidini ulikuwa ni kosa la kihistoria katika ufahamu wa Ukristo kuhusu adidi ya kibibilia. Katika mbili Wafalme kumi na saba mstari wa sita maandiko yanatoa muhtasari wa historia ya uhamisho wa makabila kumi ya kaskazini ya Israeli kutoka katika ardhi yao hadi miliki ya Usuru katika miaka ya tisa ya Osea mia saba ishirini na mbili wafalume wa Ushuru Shalimeneza wa pili alitoa Samaria akachukua Israeli mpaka Ushuru akawaweka katika Hara na Abori karibu na mto wa Osani na katika mji wa Wamedi maoni. Maneno haya yanapatikana katika nchi za sasa za Iraq na Iran. Kwa mujibu wa mapokeo ya kidini, makabila kumi kati ya kumi na mawili ya Israeli yalikuwa sehemu ya ufalme wa kaskazini wa Israeli ambao ulishindwa na kisha wakahamishwa kutoka katika hadi yao na Waashuru katika karne ya nane. Tangu wakati huo, rekodi ya historia haikutaja tena kundi hili kwa China. Kwa hivyo mustakabali wao katika uhamisho ukawa siri kubwa ya kipindi cha kati ya historia wakati wa ugunduzi wa bara jipya. Padaya baada ya Wakristo wa Ulaya Walipua nadharia kuwa wenyeji wa Amerika ni usao wa makabila kumi yaliyopotea ya Israeli. Kwa mtazamo wao, fumbo lilikuwa limetuliwa, tatuliwa. Maoni mojawapo ya vyanzo vya nadharia hii ni Jews wa Marekani ama Wamarekani wa race by thomas wa Thomas Trowood. Chanzo chingine ni wa Maya wa Diego Randa na, na wa Yukatani ja na Matthew Lastali wa, na wengine. Je, ni kwa nini ilihusika ikiwa wenyeji wa Marekani walikuwa Wayahudi kutoka kwa makabila kumi yaliyofukuzwa Israeli na kuhamishiwa Mesopotamia ya Kaskazini. Wakristo wa Ulaya walitoa mtazamo miwili tofauti juu ya dana hii. Ikiwa wenyeji wa Amerika walikuwa Wayahudi waliopiwa na Mungu kwa kuabudu sanamu na kufukuzwa kutoka nchi ya ahadi. Basi, kwa sababu walikuwa chini ya rahana ya Mungu, ilikuwa halali kuwafanya watumwa, kuwaua au kuwaibia. Hata hivyo, ikiwa wenyeji wa Amerika walikuwa Wayahudi waliotawanyika baada ya kufukuzwa kwao na Washuru na wangekubali adabu yao na kumgeukia Kristo, basi Yesu Kristo angerudi Duniani na kuhamisha ufalme wake wa miaka elfu moja duniani. Kwa mtazamo huu wa pili, wenyeji wa Amerika walikuwa ufunguo wa kurudi kwa Kristo duniani. Majibu haya mawili kuhusu dana kwamba wenyeji wa Amerika walikuwa Wayahudi kutoka kwa makabila kumi yaliyopotea yalitofautiana sana kwa sababu zifatazo. Nadharia hii ilitoa msingi wa wararishaji wa nguvu za kisiasa na kijeshi za Ulaya kuharibu jamii za wenyeji kwa ajili ya kutafuta dhahabu na utajiri mwingine. Mikutano ya awali kati ya wagunduzi wa Ulaya wa kama Christopher Columbus na wafamisi kama Hernan Cortes na wenyeji wa Amerika ilisababishwa kuenea kwa magonjwa kama ndui smallpox kama jamii za wenyeji katika maeneo kama te, Tenochtiani, mji mkuu wa Waesteki, ambapo sasa ni Mexico City, asilimia tisini ya watu walikufa. Wasungu walipoona uharibifu huo, baadhi yao waliutafsiri kama rahana ya Mungu Iliyowasukia wenyeji kwa sababu ya kutoamini kwao katika Uyahudi wa na ushirikina wao. Hata hivyo, nadaria ya kwamba wenyeji wa Amerika walikuwa Wayahudi na wa makabila kumi yaliyopotea, iliwachochea wasungu wengine katika juhudi mbalimbali za kimisionari kutoka wangekubali Ukristo Wangemurudia Kristo kutoka mbinguni. Wazo hili kubwa lilikuwa nje ya maandiko ya Biblia. Maandiko haya yungi mkono. Hata hivyo, kwa kuwa raia wa kawaida wa Ulaya akusoma wala kumiliki Biblia, wazo hili kwamba wenyeji wa Marekani walikuwa Wayahudi na makabila kumi yalipotea ilionekana kuwa ni maana kwao. Majadiliano msairi wa Biblia utasama maandiko ya Biblia kutafuta hapari kuhusu Mungu ni nani na wanadamu ni nani, kwa Mungu na kwa wenzao. Biblia ni kitu, vitu viwili, ni kitabu kitakatifu kinapofunuo fu mambo kuhusu Mungu ambapo ambayo tusinge yajua vingine na ni fasihi inaposimulia hadithi ya wanadamu. Kadiri muda unavyoendelea na usahidi ukijitokeza, na kadiri za matuni za wenyeji zilivyoeleweka zaidi, dana kuwa watu hawa walikuwa Wayahudi na makabila kumi yaliyopotea ilianza kupoteza uhalali kwa kupanuka kwa historia ya ustaarabu wa mare, mashariki ya kati na maendeleo ya akiolojia. Tunajua sasa kuwa makabila haya hayakupotea; badala yake, kwa hamuri ya koresi mkuu wa Uajemi 539 wayahudi waushuru, wa ushuru waliruhusiwa kurejea nyumbani na baadaye doria mia tano ishirini mpaka mia tano kumi na tisa aliwaruhusu kujenga tena hekalu lao la kidini. maoni tasama vitabu vya Biblia vya Esra na Nehemia kwa historia ya matukio haya katika tathmini ya mashairi mshairi wa Bibilia, juhudi nyingi za kueneza Ukristo kwa wenyeji wa Amerika zilikuwa za darau. Mashirika kama Wajesuiti, Wafrenkasen, Wadominikani na Waagostino walitumia mbinu zilizo jumuisha fiu, fi, fiungu hutumwa kuwahamisha wenyeji kwa lazima na kuwalazimisha kupokea utamaduni wa Ulaya kama sehemu ya wokovu wa Kristo. Jumuiya ya kueneza injili katika sehemu ya kigeni na kanisa la Uingereza haikuwa bora zaidi katika kazi yao kati ya wenyeji wa Makoloni ya Uingereza. Kanisa la Moravian Unitas Fratrum ilitumwa mashariki mwa Marekani, Greenland, karibu karibu kati ya makabila ya Ranebe, Delaware na Michigan. Kampuni ya kueneza injili huko New Zealand na Wapuru. Litanwarikua na uchumbe mchanganyiko, nyakati fulani wakiwatendea wenyeji wa heshima kama John Heriot aliyetafsiri bibilia katika lugha ya Algonquian, na nyakati fulani wakitenda kama wamishonari wengine walio, waliona wahindi kuwa ni wakatili na kuwa nyonya au hata kuwageuza kwa nguvu. Maoni, ona The Life of John Herod, Nehemia Adam, mwaka 1847, hasa sura ya tatu mpaka tano, na pia Edward Jones mwaka 1788 na 1872, mmishonari wa ki ambaye alitafsiri Biblia katika Kicherokee, alipinga sana ya Andrew Jackson na kuondolewa kwa Wahindi na utumwa. Kwa msikamano wa Cherokee, alitembea nao kwenye njia ya machozi wakati wa kuhama kwao kwa nguvu kutoka North Carolina hadi Oklahoma. Mutasari, makundi ya Kikristo ikiwa ni pamoja na Wapuritani, Wakatoliki, Wapresbiteria, wa Metodisti, wa Anglikana na Wabaptisti walituma wamisionari kwa wenyeji wa Marekani na madhumuni ya kuwageuza bila kujali ikiwa waliamini katika nadharia ya makabila kumi yaliyopotea uchunguzi. Wa historia unaonyesha kuwa wale waliotilia mkazo kutafsiri maandiko matakatifu kwa lugha za wenyeji walikuwa karibu zaidi na mahadiri ya Kikristo. Hata hivyo, wale waliotumia nguvu na kurasimisha uongofu walikosa kabisa dhana ya Kristo wa agano jibia Bibiria aisemi popote kuwa mtu yeyote anapaswa kurasimishwa kumwamini Mungu au kupadiri dini kwa nguvu. Mshairi wa Bibiria amesoma Bibiria nzima zaidi ya mara sitini na achakuta ruhusa ya kurasimisha uongovu wa mtu yeyote. Nimesoma mesoma bibilia nzima kila neno zaidi ya mara sitini, sijawahi kuona sehemu Ukristo kama ulivyo kwa Uislamu yamewahi kutumia nguvu ili kuhunda waumini wa dini zao. Historia ya uenezaji wa Ukristo kwa wenyeji wa Amerika ni mfano wa kile kinachotokea wakati watu wasio na uerewi, uerewa wa mafundisho ya Biblia wanapotumia dini kwa kisingisio cha kuwakandamiza watu waliowashinda. Biblia inasema yafuatayo kuhusu uenezaji wa Ukristo. Mathayo 28, mstari wa 18. Ndipo Yesu akawakaribia akawaambia, nimewapea mamlaka yote mbinguni na duniani kwa hivyo enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Marko kumi na sita mstari wa kumi na tano akasema nao, enendeni ulimwenguni mwote, mukaiupili injili kwa kila kiumbe. Luka ishirini na nne mstari wa arobaini na sita akaendelea kuwaambia, hivi ndivyo ilivyoandikwa, Kristo atateswa na kufufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, na kwa jina lake toba na ondoleo la dambi vita upiriwa kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Matendo ya mtume moja msari wa nane nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa dunia. kufanya wanafunzi kuharibu na kushinda imani ya watu binafsi ya kibibilia si vitendo vya furugu. Ni wale tu wasioelewa mafundisho ya bibilia kuhusu Mungu ndio wanaweza kudani kuwa maandiko yanaweza kutumiwa kuharalisha uongofu wa kurasimisha dana sima ya uenezaji wa Ukristo na agano jipya ni kueleza kwa yeyote anayependa kusikiliza kuhusu Mungu na kuwaimisha waweke imani yao binafsi kwa Mungu wa Biblia na kwa Yesu chibia, wa wa Kristo. Mfano wa Agano Jipya wa wenezaji wa Ukristo hauna sehemu yoyote ambapo wamisionari wa anapinga watu ili wakubali uchumbe au mamlaka fulani. Uinjilisti wa kweli auhitaji bunduki au mapanga, ni tendo la kusuhudia na kusu na kueleza kile ambacho mtu amepitia mwenyewe. Uinjilisti kwa kweli auhitaji bunduki au mapanga, ni tendo la kusuhudia na kusu na kueleza kile ambacho mutu amepitia mwenyewe. Kwa nini uenezaji wa Ukristo unawa kwanza, baadhi ya watu wengine wanaweza kuihusisha historia ya ukristo na visa vya kurasimisha imani ukoroni au kurasimisha tamaduni za wageni, kama ilivyojadiliwa katika podcast hii. Sababu nyingine ni kwamba kusikia uchumbe wa kikristo huwafanya watu waishi kwa dini yao ya sasa au mtazamo wao wa maisha unaosambuliwa. Wazo kwamba mutu anakosa kitu fulani, hasa kwa mtasamo wa kiroho uwezi uweza kuchukuliwa kama darau au ufamisi kwa anaye kwasika. Uenezaji wa kweli wa Kristo ni tendo la kusiriki hapari. Kwa hivyo mamura mararamiko dhidi ya mtu wa Kikristo anayeshiriki kushuhudia, kuwahubiri au kufanya wanafunzi hayawezi kutokana na tendo lenyewe, bali kutokana na malalamiko ya mtu binafsi au historia yake binafsi. Ikiwa ushuhuda wa Kikristo wa kweli una kukwaza basi, tatizo huenda liko ndani yako na si kwenye uchumbe wenyewe itimizo. Hivi ndivyo mshairi wa Bibilia anavyofanya kazi, msimulizi mfupi, yaliyo, chit, yaliyo, chikita kwenye mada. Hakuna vikwazo, hakuna kupotea katika mijadala isiyo isiyohusiana. Mshairi wa Bibilia anawasilisha kile ambacho Bibilia inafundisha kuhusu mada fulani ningependa kubadilisha dini yako. Podcast hii ya kutoa taarifa kuhusu fasihi ya Biblia ni kile inachosema. Saidia saidia podcast ya mshairi wa Biblia kupitia Patreon kwa mchango wa chini kama dola moja kwa wiki au tano kwa mwezi. Unaweza kusaidia kugharamia gharama ya podcast. Unaweza pia kutoa mchango kupitia GoFundMe. Mshairi wa Biblia mwenyewe apokee msahara wala atumie zawadi za sa waungaji mkono kwa manufaa yake binafsi. Tuma maswali au maoni kwa Biblia bad us at gmail.com. Nashukuru kusi, kusikia kutoka kwako ku, viunganisi. Asante kwa kufuatilia na kushiriki maudhui ya mshairi wa Biblia